Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, SACP Benjamini Kuzaga, amesema watuhumiwa hao walikamatwa usiku wa Mei 21, 2025, katika oparesheni maalum iliyofanywa na jeshi hilo katika Mtaa wa Mponja, Kata ya Uyole, Tarafa ya Iyunga, jijini Mbeya. Kwa hiyo jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili, wote ni wanawake. Wa kwanza anaitwa Seva Simwinga miaka 29 na wapili ni Sara Simwinga, yeye ana miaka 35 hawa ni wafanyabiashara na ni wakazi wa Mponja, maeneo ya Uyole, jijini Mbeya, kwa na wanashikiliwa kwa tuhuma hizi ambazo wamesema za kukutwa na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi ambazo walikuwa wame wanazisafirisha hizi dawa ambazo wamekamata nazo. Katika uchunguzi uh, wa awali kwenye vipimo ambavyo vimefanyika vimekutwa ni kilo 134. Watuhumiwa walikamatwa Mei tarehe 21 mwaka 2025 majira ya usiku katika oparesheni maalum ambayo inaendelea kufanyika katika jiji letu la Mbeya pamoja na mkoa wa mzima kwa ujumla, na walikamatwa huko mtaa wa Mponja uliopo kata ya Uyole tarafa ya Iyunga jijini Mbeya. Watuhumiwa walikutwa wakiwa na magunia manne na masanduku manne yaliyokuwa yamesheheni hizo dawa za kulevya aina ya bangi na walikuwa wamehifadhi ndani ya nyumba wanamoishi. katika tukio jingine kamanda kuzaga amesema kuwa jeshi hilo pia linawashikilia watu wengine zaidi wawili kwa tuhuma za kupatikana na bangi yenye uzito wa kilogramu 30 wakati huo jeshi la polisi kama nilivyosema liko kwenye operesheni maalum limeweza kumshikilia mtu mmoja anaitwa bili mtafya huyo na umri wa miaka kumi na tisa huyu ni fundi magari na ni mkazi wa uyole katika jiji hili la mbeya na Vilevile tumkamata mtu mwingine ambaye anaitwa Joseph Nyarusi miaka 25 huyu ni kondakta wa basi na ni mkazi wa Dodoma. Wakiwa nao na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 30. Watuhumiwa walikamatwa kati ya Mei 19 na 20 katika operation inayoendelea majira ya saa mbili za usiku katika kizuizi cha polisi kilichopo eneo la mpakani, yani, kati ya mpaka wa Mbeya na na Njombe. Watuhumiwa hao walikutwa wakiwa na mabegi manne na sanduku moja, yakiwa yamefungwa na mifuko ya naironi ndani yake. Sasa katika upekuzi, kulingana na taarifa tulizokuwa nazo za siri ambazo tulikuwa tumezipata tayari, walikutwa sasa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, wakiwa wanazisafisha dawa hizo au mzigo huo katika mabasi ya abiria yenye namba za usajili namba T 683 ELK, aina mai Maria ABC upper class, na basi jingine ni T 385. Ee, jeshi la Polisi limesema linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mtandao mzima wa usambazaji wa dawa hizo hatari katika maeneo mbalimbali ya nchi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.